Kabla hajazaliwa Muhamadi, Maka palikuwa na wapagani. Wanaabudu wana dini yao. Dini yao ilikuwa inafanana sana na dini za watu wa Mesopotamia. Mesopotamia kwa leo ndo Iraki. Tukisema ukweli wa maandiko Wakristo na Waislamu, tumeumbwa na Mungu mmoja lakini hatuabudu Mungu mmoja. Mungu aliyotuumba ni mmoja, ila tumeachana kwenye kuabudu. Sasa nani anamwabudu Mungu aliyeumba na nani anamwabudu Mungu asiyeumba? Atukuzwe Mungu Baba muumba mbingu na nchi, ambaye ameniwezesha mimi na wewe kusimama na kuwa hai hadi leo, lakini kwa makusudi yafuatayo Mungu ametuumba ili tumjue, tumpende, tumtumikie na mwisho tufike kwake mbinguni. Karibu Haradali Media, karibu Haradali TV, imani ndogo inatosha. Naitwa Damian Moses Ndimbo. Leo tunaanza safari ya kujibu hoja ngumu ambayo nimeulizwa sana na watu mbalimbali mbali. Wanauliza hivi, sisi Wakristo na Waislamu tunamwabudu Mungu mmoja? Tukiacha siasa za dini, tukisema ukweli wa maandiko, Wakristo na Waislamu tumeumbwa na Mungu mmoja, lakini hatuabudu Mungu mmoja Mungu aliyotuumba ni mmoja, ila tumeachana kwenye kuabudu. Sasa nani anamwabudu Mungu aliyeumba na nani anamwabudu Mungu asiyeumba? Fatilia mjadala huu. Mkononi nina kitabu kinaitwa Wana wa Ibrahimu. Kitabu hiki kakitafute kwa gharama yoyote, nunua kakisome Vinapatikana, ukikosa nitafute, nitakununulia. Kinaitwa Wana wa Ibrahimu, kitabu kimeandikwa na Padre anglaz. Naanzia wapi? Tunaanzia na Maka kabla ya Uislamu. Usishtuke, ukienda YouTube, Facebook, Instagram, utakuta mashehe wengi wanachambua Bibilia, wanachambua Ukristo, na hakuna Mkristo kaandamana. Nizamu yetu na sisi kujibu hoja kwa hoja, ati nzuri. mimi nimezaliwa hapa Dar es Salaam. tuna mesali yetu hapa. Kuna kunakoliwa kwa mwali na kwa kungwi pia kuliwe. na Wazalamu nao wana mesali yao, wanajitetea wanasema kusafiri asafiri Mpemba, akisafiri Mzalamu kaenda ngomani? Haiwezekani. Na Wazalamu wana safari za kibiashara, sio kwamba kila Mzalamu akisafiri kaenda kwenye ngoma. Hizi mesali zina maana pana. Unapoendelea Wakristo kukaa kimya, watu wanahoji Bibilia, wanahoji Ukristo, wanahoji Pasaka, wote tukikaa kimya maana yake hoja zao za kweli. Biblia ni Jibu imeanzishwa kwa lengo la kujibu hoja. Na kwenye kanisa kila mtu ana karama yake, kipawa chake, talanta zake. Siku ya mwisho utaulizwa, nilikupa talanta tano, uliifanyia kazi moja tu, nne ulizizika, kwa nini? Kama hujapewa talanta ya kujibu hoja, usiwalaumu wanaojibu hoja. Tuombee, tutie moyo, tuwezeshe. Sisi tuna talanta hiyo. Na leo tunaanzia kujibu swali letu. Je, waislamu na wakristo tunamwabudu Mungu mmoja? Tunaanzia wapi? Tunaanzia Maka kabla ya Uislamu, Maka kabla hajazaliwa Muhammad kulikuwa na nini? Kitabu kinasema ukurasa wa kumi na mbili wa kitabu hiki cha wana wa Ibrahimu, hao wapagani wa bara Arabu tunawajua zaidi siku hizi kwa sababu dini yao ilifanana na dini za nchi za Mesopotamia na Persia na Misri na Uhabeshi. Kabla hajazaliwa Muhammad, Maka palikuwa na wapagani wanaabudu wana dini yao, dini yao ilikuwa inafanana sana na dini za watu wa Mesopotamia. Mesopotamia kwa leo ndo Iraki, Persia na Misri na Uhabeshi. Bila shaka Uhabeshi ni Ethiopia ya leo. Kurani nayo na inatujulisha dini hiyo kwa kuipinga mara nyingi. Dini hiyo ilikuwa na miungu wengi wa kiume na wa kike. Wapagani wa Maka walikuwa na dini yao, ina miungu wengi, miungu wa kike na miungu wa kiume. Kati ya miungu hao kuna mmoja aliyekama baba wa miungu wengine, viumbe vikubwa vyenye kutisha wanadamu vinaitwa miungu, mwezi mungu wa kiume na jua mungu wa kike na watoto wao yaani mabinti wao. Miungu wengine hukaa katika miti na mawe na mito. Kati ya miungu na wanadamu kuna mashetani na majini na pepo wa kila aina. Hapa tunaangalia Maka kabla hajazaliwa Muhammad, kuna wapagani wana dini yao, wana miungu yao ya kike, ya kiume mji mkubwa wa wapagani ulikuwa Maka. Maka ndo ulikuwa mji mkuu wa wapagani wote kabla hajazaliwa Muhamadi palikuwa na alkaba mfano wa hekalu kubwa ambalo Qurani yasema kuwa lilijengwa na Ibrahimu pamoja na wanawe. Alkaba hii iliyoko leo Maka ilikuwepo kabla hajazaliwa Muhamadi. Palikuwa na wapagani wana alkaba yao wana miungu yao wanafanya ibada zao. Muhammad alivyokuja akasema alkaba ile ilijengwa na Ibrahimu na mwanaye Ismaili. Biblia tunayo hapa, ikipatikana aya moja tu kwenye Biblia Ibrahimu alijenga alkaba, au Ibrahimu aliwahi kufika Maka, mimi nitaacha kusoma Biblia na Qur'ani tena. Nitabaki na Biblia tu na nitakuwa tayari kuacha kanisa kuungana na Waislamu ikipatikana aya ndani ya Biblia Ibrahimu na Ismaili walijenga Alkaba au walifika tu Maka kusalimia. Nitaacha imani ya kumfata Yesu Kristo Masihi, nimeahidi nikiwa na akili timamu. Mungu wao mkubwa alikuwa Allah, isipokuwa hakuwa na neno katika maisha ya watu, akasahaulika mara nyingi. Wapagani walimpa washiriki, yaani miungu mingine wa bure kushiriki umungu wake. Walimfanya Ala kuwa baba wa miungu wa kike Alata Almanata na Aluza. wakiwaita mabinti wa ala na wapagani wanamfanyia katika watumishi wake sehemu kwa hakika wanadamu hukufuru wazi waziwazi je ala amejichukulia mabinti katika vile alivyoviumba korani inauliza sura arobaini na tatu aya kumi na sita hadi ya kumi na saba kwa hiyo Maka kabla hajazaliwa Muhammad, kuna wapagani wana dini yao, wana mungu wao mkuu anaitwa Allah, wana alkaba yao, walikuwa wana ibada zao, wana hiji, wana tufu pale Maka kabla Muhammad hajazaliwa, kabla Uislamu haupo. Tumeanza kutoa utangulizi Kristo na Waislamu tumeumbwa na Mungu mmoja ila hatumwabudu Mungu mmoja kivipi? hatumwabudu Mungu mmoja Biblia inasemaje? Qurani inasemaje? Fatilia sasa hatua kwa hatua, hapa hapa Haradali Media, Haradali TV kwa leo. Tumeanza utangulizi watu wapate picha. Waislamu leo wanaenda maka kuhiji katika alkaba ile ile, imeboreshwa tu. Wanafunga funga hii wanayofunga leo, kuna watu wakawa wanafunga pale Maka kabla hajazaliwa Muhamadi. Wanapoenda kuhiji, kuna watu wakawa wanahiji Maka kabla hajazaliwa Muhammad, na wale watu hawakuwa Waislamu, walikuwa wapagani, na walikuwa wana Mungu wao anaitwa Allah na walikuwa wana miungu mitatu ya kike, Allata, Almanata, Aluza. Kwa mapinduzi yamefanyika, ni maboresho, kuvunja alkaba ya aina ile, kujenga ya kisasa. Funga ya wakati ule ilikuwa ya hiari, leo funga ni lazima. Kwao, kwao hazikuwa nguzo. Leo kwa Waislamu ni nguzo. Kitabu kinaitwa Wana wa Ibrahimu. Utakuwa mtu wa ajabu sana, unamkasirikia msomaji, unamwacha mwandishi. Tangazo limeandikwa sehemu, unamkuta mtu anasoma, unampiga, unamwacha aliyeandika tangazo na aliyebandika. We una shida. Endelea kufuatilia Haradali Media. Imani ndogo inatosha. Naitwa Damian Moses Ndimbo.